Kadi za CHADEMA onesha hapa e. Haya, Kimarike, haya onesha kadi tena, waache waonesha wenyewe waonesha hizo kadi e. Onesha hizo za CHADEMA no? Tunawapokea leo, hawa ni wana CHADEMA eh e. Tunawapokea leo na kwa heshima kabisa, mimi nawapa mike mojawapo, aseme kwa nini wamerudi CCM. sana awali yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha hapa ndugu wananchi wenzangu. Mimi nilikuwa ni mwanachama wa chama wa Chadema. Kutokana na changamoto mbalimbali mbali ambazo nimeziona kwenye chama hiki, hasa nikikumbuka ile tarehe 29 ya manyanyaso alafu mwishoni mwa siku lawama zote zikatupiwa kwenye upande wa chama ambacho kinafanya vizuri. Hapana, nikaona kwamba mnyonge, mnyonge ni a kake Mama Samia safi sisiemu hoye nikaona sina budi kurudi nyumbani, nikaona kwamba nilikuwa safarini. Sasa natamani kurudi nyumbani yeah. lakini niko na vijana wangu, nikasema hapana, vijana wangu, tumechoka manyanyaso yeah. huu ni muda wa kusimama imara, kumunga mkono mama Samia, tuseme mama Samia juu yeah.